Mimi kwa majina yangu naitwa David Chiduo, ni mwenyekiti mstaafu wa, wa, wa Chadema jimbo la Kilosa. Nimehudumu katika kipindi cha miaka mitano nikiwa mwenyekiti wa jimbo jimbo la Kilosa. Kwenye uchaguzi huu wa ndani ya chama mimi sikugombea kabisa, lakini chama hichi cha Chadema niliingia mwaka elfu mbili na kumi na mbili, na ziko sababu zilizonisukuma zilizo, zilizonifanya mimi Chiduo niingie Chadema kwa sababu kwenye eneo letu na familia yetu. Kwanza wengi sasa ni CCM. Kwa hiyo mimi Chiduo niliuiwa kuingia Chadema kutokana na shida na matatizo wanaokutana na nayo na wananchi wangu, hasa wananchi wa Dumila na wananchi wa Kilosa. Sasa ni, zile shida nikawa najiuliza nafanyaje ili kutengeneza barabara labda viongozi wanafanya hivi, ndo nikagundua siwezi kuingia CCM kwa nitaingia Chadema kwa niliingia mwaka 2012 nilinunua kadi mimi mwenyewe ya wanachama wa Chadema. Sasa toka kipindi hicho Naingia Chadema sikufikiria kuhusu kuwa, kuwa, kuwa kiongozi. Sikufikiria kuwa kiongozi lakini nilipoingia Chadema nilianza kuwa mwenyekiti wa Bavicha, Kata ya Dumila. Lakini baadaye pia nikawa mwenyekiti wa Kata ya Dumila. Baadaye nikawa tena mwenyekiti wa Jimbo la Kilosa, nikawa mwenye, nikawa mjumbe wa Chadema ni msingi kanda, Kanda ya kati kwa maana mikoa Singida, Dodoma na Morogoro nimekuwa mjumbe wa Chadema msingi kwenye nafasi hizo. Kwa hiyo mpaka napumzika nafasi yangu ya mwenyekiti wa Jimbo ni kwa sababu mimi siko Chadema kwa sababu ya kutafuta nafasi za kiuongozi za ndani. Nilikuja Chadema kwa sababu nina malengo na watu ambao niliona wana shida. Sasa ile nia na ile azma ambayo mimi ilinisukuma kuingia Chadema haipo tena. Chadema chama changu Chadema kimesema kuhusiana na mfumo wa no reform, no election. Sasa kama chama bila mabadiliko hakiwezi kushiriki uchaguzi, na mimi Chiduo niliingia Chadema kwa sababu nina malengo ya kuwasaidia wananchi wangu wa eneo langu husika ambao walikuwa wanateseka, maanake hilo duka limefungwa mlango. Kwa hiyo mimi ndoto zangu na ndoto za Chadema ni vitu viwili tofauti. Jambo la kwanza, kwa siwezi kuwa kwenye chama ambacho kina ndoto hakishiriki uchaguzi. Mimi Chiduo nina ndoto za kushiriki uchaguzi, lakini jambo la pili utekelezaji wa hiyo kauli sasa ya no reform no election. Kwa sababu kabla sijachukua maamuzi yao ambayo hapo nitayasema, nilijaribu kuwauliza viongozi wangu, mimi niko Kilosa nawezaje kuzuia uchaguzi yani? nawezaje kuzuia uchaguzi? Hakuna hata kiongozi mmoja ambaye alinipa majibu zaidi. Nilimsikia tu siku moja mwenyekiti Lisu akisema kwamba tutadamka asubuhi tuende tuka tuka, tuka tuka sasa, si tuka-, tukaandamane si nitamzuia? Si si mtu ambaye nakutana njiani kwenda kupiga kula, si mtafanyaje? Yani sielewi ile, ile ile dhana ya kwenda kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo sikuielewa kabisa hiyo hiyo hiyo no election, lakini nakubaliana na mifumo ya no reform, kwa sababu ni kweli usiopingika kwamba mifumo yote ya kiuchaguzi ni, ni, ni, ni, ni, ni migumu ambayo inahitaji marekebisho lakini siamini kwenye kwenda kuzuia uchaguzi kwa sababu sina mbinu yoyote mimi. Kama Chidu kiniambia leo kama mwanachama wa CHADEMA kwamba naweza nikaenda nikazuia uchaguzi, sina. Ila natamani tupate mabadiliko ya, ya, mabadiliko ya sheria, mabadiliko ya katiba kama ambavyo amezungumza amezungumza Mama Kiwanga. Kwa hiyo na mimi pia binafsi yangu sioni huo mwelekeo wa no reform, no election kutekelezeka. Lakini pia nilijaribu kuuliza viongozi wangu kwamba huu mkakati wa no reform, no election sisi kama viongozi wastaafu wa majimbo ambao tumestaafu kwa heshima na tumeacha heshima kubwa kwenye majimbo, mlikwenda kupitisha huu mkakati? Nikajaribu kufuatilia maamuzi ya kamati kuu. Sikuona msimamo wa no reform, no election. Nikajaribu kwenda kuyatazama maazimio ya baraza kuu ambayo hizo video ziko, akaulizwa katibu mkuu Mnyika kwenye baraza kuu. Sikuona sehemu yoyote ambayo katibu mkuu Mnyika akieleza mfumo wa no hiyo no election. Sikuwahi kuona, niliona maazimio ni pamoja na sisi tuna nia kugombea nafasi mbalimbali za kiuongozi, kugombea na kujiandaa. Sasa mimi kama Chiduo, ambaye nashangaa maazimio yote yametokana na wapi, kwa sababu hata kauli ya Mnyika, yeye mwenyewe ambaye anahubiria sasa hivi kwenye majukwaa ya no election, kwenye maazimio ya baraza kuu mimi sikuona kama mwanachama, na nilifuatilia na nikauliza kwenye vikao vya vikao kwa viongozi wangu, na hawakuwahi kunipaga hicho kitu hata siku moja. Lakini jambo lingine ambayo linanisukuma leo kuja mbele yenu pia ukiachana hiyo na reform na no election ni namna mambo yanavyoendelea kwenye kwenye chama chetu. Yaani mimi Chiduo toka mwaka 2012 ambapo nimeingia nimeingia Chadema. O, kama miaka kumi na, na, na point. Nimeshiriki shughuli mbali mbalimbali sana za kichama. Ni kati ya vijana ambao wamejitoa sana kukisaidia hichi chama na kukijenga chama kwa jasho na damu. Toka na 2018 zaidi ya miaka minne mpaka 2024 mimi niko field na kijenga hichi chama. Hii Chadema ambayo leo li ilikuwa haipo kabisa ukipita sehemu unafanya kuitafuta. Wakati Mheshimiwa mwenyekiti Freeman ambaye yuko magereza anatoka, Chadema haipo. Uko kwenye misingi tumeingia field, tumeteseka, tumeumia, tumepambana kuhakikisha tunarudisha heshima ya Chadema iliyokuwepo hapa. Lakini mwenyekiti wetu wa chama taifa ambaye Mheshimiwa Lisu, akatubeza sana sisi majoko. Majoko, ndugu waandishi wa habari, kwa kwa kwa mujibu wa utaratibu kamati kuu ilikaa ikapitisha mfumo wa chaguzi ndani ya chama chetu. Sisi ambao vijana pamoja na watu mbalimbali na viongozi Tuliteuliwa na kamati kuu kwa ajili ya kwenda kusimamia chaguzi mbalimbali mbali kwenye maeneo mbalimbali. Huu uchaguzi ambao leo mnauona alishinda Mheshimiwa Lisu. Sisi ndio tulifanya hiyo kazi huko chini, kuanzia ngazi ya misingi, ngazi za kata, ngazi za matawi, ngazi za jimbo, mpaka ngazi za mikoa ndio unaiona CHADEMA leo. Lakini yeye mwenyewe Lisu alitubeza sisi, alisema sisi majoko. Ni watu ambao hatuna maana yote. Sasa kama sisi hatuna maana yote na tumesimamia uchaguzi kwa mujibu wa katiba, Lisu ana uhalali wa kuwa mwenyekiti wa chama taifa. Maana kama sisi hatukusimamia chaguzi vizuri majoku, na tulikuwa tunakibumba chama huko chini. Maana hata yeye ana uhalali wa kuwa mwenyekiti wa chama taifa. Kwa sababu hata hao wapiga kula ambao walikwenda kumpigia kula pale Mlimani, sisi tarehe 21 Januari ni kazi ya kina Chiduo na vijana wote ambao tuliamua kukifia hichi chama kwa miaka minne, tulikuwa tuko field. Na kwa kipindi kile hatukuwa hata kuruhusiwa kutumia simu, na ndio maana kuna mambo mengi waandishi wa habari mlikuwa mmeyapata Chadema inafanyaje kazi zake? Unaacha familia, unaacha kila kitu unaacha kazi unakwenda field sehemu, unakwenda kuinadi Chadema kama unakwenda kunadi laini za simu, ili mtu akubali kujiunga na Chadema. Lakini matokeo yake leo tunaonekana watu ambao tulikijenga hichi chama hatuna faida. Sasa umekuja uchaguzi tarehe moja kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, sio dhambi mimi Chiduo kumuunga mkono mtu yote, hata Lisu alikuwa na wafuasi wake. Tarehe moja mimi nilikuwa timboy, mimi nilikuwa timboy na muunga mkono mwenyekiti Freeman mstaafu Mbowe, tumepambana kuhakikisha kwamba Mwenyekiti Freeman anarudi madarakani na ilikuwa ni yake kidemokrasia kwa sababu kuna wengine pia walikuwepo wanamuunga mkono Lisu. Sasa kilichotokea tarehe 21 Lisu ameshinda kuwa mwenyekiti. Baada ya Lisu kushinda kuwa mwenyekiti sisi tuliokuwa timbo ilibidi tukubaliane na matokeo kwa sababu aliyeanza kushindwa alikuwa ni mwenyekiti Freeman ambaye yeye alianza kumpongeza Mheshimiwa Lisu na kuwataka wafuasi na wanachama wote wa Chadema kumuunga mkono Mheshimiwa Lisu. Mboy alitwiti na aliandika. Lakini bado Mheshimiwa Mboy alitoa ushauri wake kwenye chama kwa namna ambavyo tunapaswa kuponyana majeraha sisi, kwa namna ambavyo tulifanya kampeni ambazo hazina ustaarabu, kampeni za kuchafuana. Na ndio maana waandishi wa habari, sasa hivi hamsikii maneno ya Mama Abdull, hamsikii tena Mboye kukibagaza kuki, kuki, kuki, kuki, chama. Mnasikia haya maneno? Hamsikii kwa nini? Hamuulizi haya maneno, zile rushwa zilizokuwa zinasemwa Mboye kwa nini sasa hivi pale makao makuu wasizionyeshe hizo dokumenti Chadema digitu ya Mboye walikuwa wanazungumza mambo ya uongo. Mwenyekiti mstaafu alishauri chama, lazima tukae tuseme haya mambo Huwezi kuona tena kiongozi yoyote iwe eche, iwe lema, anayezungumza kuhusu sakata la Mama Abduli hayupo duniani hapa. Kama kweli mheshimiwa mwenyekiti Freeman Mboya alikuwa na kibagaza chama, anakipeleka chama vibaya, alikuwa anakiumiza chama, kulikuwa na rushwa. Leo si ndo wako ofisini? Ninyi waandisho bali mlipaswa kuwauliza leo Mama Abduli amekuwa tena hayupo. Leo Mama Abduli zile rushwa alizokuwa nazitoa kwa Mboya zimekuwa hazipo. Leo ile sakosi ya Chadema Digital mlikuwa mnasema ya Mboya? Leo vipi ile Chadema digital maanake tumeiacha ambayo ikaiacha? Leo imekuwa ya nani? Sasa hivi tena hawabili hayo mambo, wanazungumza mambo mengine. Sasa tumemaliza uchaguzi wa ishirini na moja. Mimi niliamua kiukweli kweli ni, ni, niende ni, mimi ni, mtu wa Morogoro, nirudi nyumbani kwanza. Maanake kiukweli hakuna mtu ambaye alikuwa kwenye vita akawa iko salama kwa maana akifika. Nikamwona nini nikapumzike mimi nyumbani? Sasa nimekaa nyumbani, napigiwa simu Chiduo umesusa. We, yani, matusi natukana. Na mimi nimezima simu, waandishi habari nyingine ni marafiki zangu, nilikimbia kwenye magrupu, sikuonekana toka tarehe ishirini na moja Januari, nilikaa kimya almost karibia wiki mbili, lakini naendelea kutukana. Na mimi niko nyumbani, nimekaa na familia. Yani mtu anatafuta mpaka namba ya mtu wangu wa jirani, anatukana, nasema Chiduo, tumekunyoosha tumewaondoa nyinyi, sijui yani, wahaini wasaliti. Na sasa, sasa chama kimeshinda au Lisu kashinda? Yani, hata kama kweli mimi nilikuwa na namtumikia na, na, na, na Mboe katika namna ambayo akiwa mwenyekiti wa chama taifa, sio? nilikuwa namtumikia Mboe kwa maana mimi nilikuwa nafanya kazi za Mboe, mimi nilikuwa namtumikia Mboe kwa sababu Mboe alikuwa mwenyekiti wa chama taifa. Sasa nikaona e, e, kazi sasa imekuwa ngumu, haya matusi mpaka lini? Nikaona sasa nitoke, kwa sababu akasema kweli Chiduo amekimbia. Nikaamua nitoke. Natokaje? Kwa sababu nina ndoto za kugombea ubunge Jimbo la Kilosa. Nikakutana na wenzangu tukajadiliana, vipi tukishauri chama tukaandika waraka wa 55 ili chama chetu kiingie kwenye uchaguzi, na ule ulikuwa ni ushauri tu, na ule ushauri alitoa katibu mkuu wao, wenyewe ndio walitutangazia nyie, mlikuwa watiania wa bunge, watiania wa diwani, sio mje hapa makao makuu. Michiduo nilikuwa mbali, tukakubaliana, tukapeleka ushauri wetu kwa katibu mkuu, ambao mpaka leo katibu mkuu hajaujibu wao ushauri. Tukaanza kuitwa wasaliti, tukaanza kuitwa waaini. Yani mimi Chiduo, mwaaini, ambaye nilikwenda fili kati ya kanda 11 nimezunguka zaidi ya kanda tisa nikijenga hichi chama Chiduo, leo nakuwa msaliti mimi kwa kutukano na mtu ambaye ameingia Chadema juzi ana miezi sita, mtu juzi ana miezi ana miezi mitatu ambaye hajui hata uchungu wa hichi chama namna ambavyo kimepambaniwa. Sasa tukaonekana waaini, tunaonekana wasaliti, tunatukanwa. Mkiingia kwenye peji yangu ya Chiduo, hata nikiweka pambio la kusifu na kuabudu mimi Chiduo kwenye akaunti yangu ya Facebook, wanakuja vijana wa timu Lisu wananitukana Chiduo, sasa umekuwa mchungaji umekuwa mlokole. Sasa najiuliza Tuna upendo kwenye hichi chama au tunatengeneza kubaguana? Kwa hiyo kwa kwa, kwa, kwa muktadha huo. Na mambo mengi ambayo unayaona kabisa ndani ya chama hayawezekaniki kama hayo ambayo nimesema kuzuia uchaguzi. Ndugu zangu waandishi wa habari, nyenyewe mnajua mashahidi. Lisu yuko jela. Hakuna mtu ambaye anapenda hicho kitu kukaa jela. Mimi nimekaa jela Kilosa siku zaidi ya 14 nikikipambania hichi chama. Nimepata ajali nilikuwa natoka e, Tabora naenda Kigoma kufanya kazi za chama bega hili nimeshtuka. Mimi sijaje kutibiwa na chama. <coughs> Nilijitibia mwenyewe kwa gharama zangu na nikaa nafanya kazi za chama. Kwa kila mtu ana madhila ambayo ameyapata kwenye hichi chama, yani kila mtu ana namna ambavyo ana mateso yake ameyapata. Kama ambavyo Lisu alishambuliwa na risasi, ndivyo ambavyo Chiduo na mimi nilikutana na matatizo yangu kwenye hichi chama. Na matatizo hayana madogo hayana makubwa, kwa sababu yote yanalenga damu, yanalenga uhai. Sasa leo tunahamasisha tukapambane, tukazuia uchaguzi. Lisu, familia yake iko Ulaya, mke wake Lisu yuko Beligiji, wanaye Lisu wako Marekani wamechukua uraia wa Marekani. Sasa leo mimi Chiduo mwanangu yuko pale Dumila niende nikazuia uchaguzi. Nawezaje hicho kitu? Lema anayezungumza, Lema anayezungumza, mpaka leo familia yake iko Canada. Lema anajitaji shugia akakimbiza familia yuko Canada. Sisi utawala Magufuli miaka saba kwa Chiduo tulikuwa hapa tumekoma naye mpaka mwisho. Utawala Magufuli Chiduo sikukimbia hata kuvuka ngambo, tulikuwa hapa hapa na tulikuwa tunavaa ngoza Chadema lakini Lema alikimbia, alikimbia Kanada. Waliyabeza maridhiano ambayo leo maridhiano yamemrudisha Lisu, yamemrudisha Lema, yamewarudisha na wengine, na yametufanya hata Chadema leo tupo tena tunaendelea kuwepo kwa sababu ya